Wawaniaji wa nafasi ya kamishna wa tume ya uchaguzi na mipaka ya IEBC uliendelea leo, huku kamati ya uteuzi ikimakinika kuhusu vyeti vya masomo vya baadhi ya wawaniaji. Aidha, kamati hiyo pia ilitaka majibu kutoka kwa baadhi ya wawaniaji kuhusu iwapo wana imani na mchakato wa uteuzi wa kamati hiyo, wakati ambapo upinzani umeibua shaka, kama anavyotuarifu Melita Waletenges. Siku ya Jumatano ilikuwa zamu ya Collins Juma, Dennis Otieno, Duncan Ojuang, Welcome. Edmund Malit, Edward Kobudhi na Edwin Makori kufika mbele ya jopo la uteuzi kupigwa msasa kuhusu azma yao ya kutaka kuwa makamishna wa IEBC. Kila mmoja akivuta upande wake na kujitetea. <laughs> All right. Hata hivyo Malit alilazimika kujibu maswali mazito kuhusu stakabadhi zake za elimu alipodai ni mtaalamu wa teknolojia licha ya kwamba hana cheti cha shahada kinachoambatana na taaluma hiyo na kuhusu tetesi kutoka kwa viongozi wa upinzani kuwa hawana imani na jopo la uteuzi kuwahoji wanaotaka nyadhifa kwa misingi ya ukuruba wa chama cha ODM na UDA jopo hilo lilionekana kutafuta majibu kutoka kwa waniaji. There has been a, a lot of suspicion.

Aidha, wawaniaji hao sita walijibu maswali kuhusu jinsi ambavyo wa wataboresha mchakato wa uchaguzi kwa kutumia teknolojia na pia kuimarisha imani ya Wakenya kwa tume ya IEBC. Mchakato huo utaendelea hapo kesho, huku maswali yakiibuka kuhusu hatma ya jopo hilo endapo naibu mwenyekiti Linda Kiome aliyeteuliwa kuwa